Habari na karibu kwenye channel yako ya ajira, maendeleo binafsi na mafanikio ya kitaaluma. Leo tunakuletea taarifa muhimu kuhusu ajira mpya zilizotangazwa na halmashauri ya wilaya ya Karagwe. fursa hizi, fursa hizi si za kupuuzia kabisa. Ni zaidi ya hapo, nitakupa vidokezo vya kuongezea au kuongeza nafasi yako ya ushindi katika kuajiriwa. Halmashauri ya wilaya ya Karagwe imetangaza nafasi kumi na mbili za ajira mpya kufuatia kibali kutoka kwa katibu mkuu wa utumishi. Nafasi hizi ni kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 23 Juni 2025. Usikose muda huu wa kipekee. Nafasi zilizotangazwa ni pamoja na dereva daraja la pili, nafasi zipo nne. Sifa unazotakiwa kuwa nazo katika kushindania nafasi hizi ni pamoja na cheti cha kidato cha nne, leseni ya daraja C au E, uzoefu usiopungua mwaka moja, pamoja na mafunzo kutoka VETA au chuo kinachotambuliwa na serikali. Lakini nafasi zingine ni msaidizi wa kumbukumbu, nafasi nne kidato cha nne au cha sita ni sifa ambazo zinahitajika, lakini diploma ya kumbukumbu -kumbu, NTA Level 6 pia inahitajika pamoja na ujuzi wa kompyuta. Tunaposema ujuzi wa kompyuta, mnake tunazungumzia <coughs> ah, kompyuta program kama Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email pamoja na publisher. Lakini pia kuna mwandishi mwendesha ofisi, pia kuna nafasi nne hapa. Sifa husika katika nafasi hizi ni kidato cha nne au cha sita, lakini pia diploma ya uhazili, ujuzi wa hati mkato wa Kiswahili au Kiingereza, lakini pia ufahamu computer program kama Word, Excel, PowerPoint, email pamoja na internet na publisher. Vidokezo muhimu ambavyo nataka nikupe katika mafanikio yako ya kuweza kuomba maombi, unachotakiwa kuwa nacho hakikisha, barua yako ya maombi imeandikwa kwa lugha rasmi imeelekezwa kwa mkurugenzi mtendaji wa Karagwe. Lakini pia tuma maombi yako kupitia njia ya mtandao ambao ni ajira poto, kupitia anwani hiyo kama jinsi inavyoonekana katika skrini ya video hii ambayo ni poto.ajira.go.tz. Lakini pia usitumie statement of result au cheti cha provisional result au result slip ya form 6 pamoja na form 4. Hakikisha unatumia cheti chako halisi, lakini pia tumia CV yako ya kisasa yenye namba zako anwani, pamoja na majina ya wadhamini watatu wa, wa, wa kuaminika. Pia ikiwa kama umesoma nje ya nchi a, kama umesoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi zinazohusika kama NECTA, NACTE pamoja na TCU. <coughs> Sasa ushauri ambao nataka nikupe kupea ajira za kiserikali ni ushindani mkubwa, yaani ajira hizi zina ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo unachotakiwa kwanza kuwa nacho, unatakiwa utafute mtu wa kukupitia au kukuandikia barua yako ya maombi pamoja na CV kabla ya kutuma. Tafuta mtu ambaye atapitia barua yako ya maombi na CV kabla hujafanya maombi. Sasa kuna namna ambao unatakiwa uandike barua yako au uandike CV. Sasa sisi tupo hapa kwa ajili yako na tutakusaidia namna sahihi ya kuweza kuandika barua yako pamoja na CV yako. Unachotakiwa kufanya ni kujiunga na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika sehemu ya description ya kuweza kujiunga. Lakini pia jifunze kuandika barua ya maombi inayoeleza unavyofaa kwa nafasi husika, sio tu kutaja sifa zako, bali elezea thamani utakayoleta lakini pia sajili akaunti yako ya ajira portal mapema, usisubiri siku ya mwisho, tovuti huweza kulegea. Okay, kwa hiyo kama Juni tarehe 21 ni mwisho, basi tuma maombi yako kuanzia leo, unapoona tu tangazo hili, tuma maombi yako. A, kama unahitaji msaada wa kuandika barua ya maombi au CV bora, acha komenti hapo chini au nitumie ujumbe, nipo kukusaidia. Na kama video hii imekusaidia, bonyeza like, subscribe na share kwa rafiki zako, huenda ukawa sababu ya mafanikio ya mtu mwingine. Share kwa rafiki zako, huenda ukawa sababu ya mafanikio kwa mtu mwingine okay. Na, hii ni channel ya Feaboy. Unachotakiwa kufanya basi ni kusambaza ujumbe huu, share video hii, lakini subscribe pia, tuwekee maoni yako hapo chini katika sehemu ya m uh, sehemu ya comment section, lakini pia subscribe kwa update zingine zinazofuata. Asante na karibu.